Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Tundu Lissu, amezuiwa kuingia Angola na mamlaka za uhamiaji za nchi hiyo. Mbali na Lissu, viongozi wa ACT Wazalendo wakiongozwa na kiongozi wa chama hicho, Dorothy Semu na mwenyekiti wa Othmani Masudi Othmani, ambaye pia ni makamu wa kwanza Raisi wa rais wa Zanzibar, nao wamezuiwa kuingia katika nchi hiyo na mamlaka za serikali yao. Viongozi hao ya wakiwemo Lissu wamewasili Angola kwa ajili ya kushiriki mazungumzo ya Jukwaa la Demokrasia Afrika, yani, the platform for African Democrats PAD yaliyoandaliwa na taasisi ya The Brenthurst Foundation yaliyopangwa kufanyika kuanzia ya tarehe 13 mpaka 16 Machi 2025. Hata hivyo, katika taarifa hiyo iliyotolewa na katibu wa mambo ya nje na ushirikiano kima wa kimataifa wa ACT Wazalendo, pia Mwanaisha Mndeme, leo imesema viongozi hao wameshikiliwa katika uwanja wa ndege wa Luanda na hati zao za kusafiria zinashikiliwa huku serikali ya Angola a, bila kueleza sababu yoyote imetoa amri ya viongozi hao kurejeshwa Tanzania. Viongozi wao waliwasili Angola kushiriki mazungumzo haya jukwaa la demokrasia ambao nimesema, moja ya viongozi waandamizi waliotarajiwa kushiriki kwenye mkutano huo ni pamoja na marais wastaafu eh, kama Lan Kama wa Botswana na Andres Pastrana Arango wa Colombia. Wengine ni waziri wa kilimo wa Afrika Kusini na kiongozi wa chama cha DA John Steenhuisen na kiongozi wa chama cha Podemos cha nchini Msumbiji Venancio Mondlane. ACT wa Wazalendo imelaani kwa nguvu kitendo cha udhalilishaji kilichofanyika dhidi ya viongozi wa ACT na viongozi wengine kwa kuzuiwa na kushirikiliwa katika uwanja huo wa ndege. Amesema tunaitaka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki mwite na kumhoji balozi wa Angola nchini juu ya kadhia hiyo ambao wameipata, na akatoa wito kwa serikali ya Angola kuziachia mara moja hati za kusafiria za viongozi hao walioshikiliwa na kuwa ruhusu kuendelea na ratiba yao huko Angola.